Ili uweze kunisikiliza. Sasa wote tunafahamu tunatakiwa tuwe na maadili mazuri, si ndivyo? Yaani tukiwa tunamaanisha tuwe na tabia zile ambazo jamii inazikubali, si ndivyo? Lakini kuna tabia zingine jamii haizikubali, ikiwemo na serikali. Sasa miongoni mwa makosa ya kimaadili yameainishwa kwenye sheria ya kanuni ya adhabu ya Tanzania sura namba 16. Hii sheria imeainisha makosa mbalimbali mbali ya kimaadili, ambayo kama jamii kama sisi wanafunzi kama watoto tunazuiwa tusishiriki. Tunazuiwa tusifanyaje? Tusishiriki. Kosa mojawapo ambalo limeainishwa kwenye hii kanuni ya adhabu ni makosa ya ubakaji. Makosa ya nini? Ubakaji. E, yale mambo ya kwamba twende tu, huku twende tukajifiche, sheria inafanyaje? Inakataza. Sheria inafanyaje? Inakataza. Hebu mwambie mwenzio, mwambie sheria inakataza. E, ah, e. nisikilize sasa. Ushamwambia, nisikilize <laughs> Kwa hiyo sheria hii kanuni ya adhabu inakataza makosa ya ubakaji, hususani katika ili lika chini ya miaka kumi na nane. Sheria inakataza na hii inaenda hata kwa watoto. Zipo mahakama za watoto simshawezisikia yeah. Eh, simaisikia mahakama za watoto pia, mahakama za watoto. Wewe mtoto ukishiriki kwenye ubakaji, ukiacha binti, wewe kijana wa kiume Ukishiriki pia unaweza ukashtakiwa kwenye mahakama ya watoto, na kule hukumu yake miongoni mwa hukumu yake ni viboko. Sio hivi vya shule, vipo vingine ambavyo utatandikwa kama kuchukuliwa hatua kwa kushiriki makosa ya kinyume cha, cha maadili. Lakini pia kosa jingine ambalo sheria inalitaja kama ni kosa la kimaadili ni mambo ya utoaji mimba. Nini utoaji mimba, mimba? Sheria inatambua kwamba ni kosa la kinyume cha sheria. Kwa hiyo si tu kutoa, hata kushiriki kusaidia kutoa mimba eh. Hey, umesikia mtoto mwenzio imetokea amepata mimba, sasa twende tukatoe. Maana yake wewe unashiriki kutoa mimba, mnanisikia? Ni, ni kinyume cha sheria, na uki, uki, ukiweza kushiriki kwenye utoaji wa mimba utachukuliwa hatua za kisheria kiwemo kukamatwa na kupelekwa kwenye mahakama ya watoto kama bado hujafika miaka kumi na nane. Ukivuka miaka kumi na nane utapelekwa mahakama ya kawaida na kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo kuna kusaidia kutoa mimba, lakini pia kuna wewe mwenyewe kutoa mimba, ni kosa la kisheria. Lakini pia sheria imeenda mbali inazungumzia pia hata kumpa mwingine dawa kwa ajili ya kutoa mimba. Sikuna wengine wajifanyaga wao ni mafamasia, kuna nilimwona dada yangu ametumia dawa twende nikakupe. Ni kosa ni nini? Nikosa kisheria, ni kosa kisheria, lakini pia ni nikosa ambalo, kwenyama, kosa ambalo linaangukia kwenye haya makosa ya kimaadili. Na nisikia watoto wazuri, lakini pia kosa jingine linalotajwa kwenye sheria, mnanisikiliza watoto? Ndio kosa jingine, sema ehe, kosa jingine. Eh, kosa jingine ambalo sheria inaitambua ni, ni, ni kosa la udhalilishaji wa kingono, udhalilishaji wa kingono. Kule mitaani kwetu kunaweza kukaa, kuna nyumba fulani unaenda unakuta watoto wanafanya tabia ambazo sio nzuri, wakiongozwa na wakubwa, njoo tukurekodi, mdada anaambiwa, fungua vifungo, fanya hivi, tukurekodi. Huo ni udhalilishaji wa kingono. Kwa hiyo, ukiona vitendo kama hivyo vinafanyika, toa taarifa kwa wazazi, sawa. Ukiona kwa wazazi hakitendewi kazi, njoo utoe taarifa shuleni, kwa sababu ni makosa ya udhalilishaji wa kingono sawa watoto wazuri inaweza hey, ikawa binti unaambiwa mnaenda mnakusanywa hey, mnaitwa njoo njoo ushiriki na wewe fanya kama huyu anavyofanya ni makosa udhalilishaji wa kingono ukiona mwenzio anafanya ukimsikia mwenzio anatenda toa taarifa toa nini toa taarifa kwa wazazi au toa taarifa shuleni ili hatua ziweze kuchukuliwa lakini pia na haya makosa yanaenda mpaka kifungo cha miaka saba na kuendelea, lakini pia makosa mengine ni kosa la kumtorosha msichana chini ya miaka kumi eh, na sita. Siku na watoto wanaambia naga tutoloke, si ndio? Sindio, mkaka anamwambia mdada tutoloke, wazazi wasituone tutoloke. Sasa kisheria hili ni kosa. Sawa watoto wazuri, mwambie mwenzio hili ni kosa, na hata ukiona mwenzio anashawishiwa toa taarifa kwa wazazi, toa taarifa shuleni, toa taarifa hata kwa mwenyekiti wa mtaa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa.